Alikuja mtu kwa mtume akamwambia, ya rasul Allah, niambie ni nani mtu apendezaye sana kwa Allah na ni amali gani aipendayo sana kwa Allah? Ni mtu gani apendezaye kwa Allah na ni amali gani inayopendeza kwa Allah? Faqala almustafa almujtaba, mtume akajibu akamwambia, ahabu nnasi ila llah, mtu mwenye kupendeza sana kwa Allah anfa'uhum linnas, ni yule mtu mwenye kuwafaa watu wengine, yule mtu ambaye watu wanapata manufaa kutoka kwake, sio watu wanapata madhara kutoka kwake, sio watu wanapata mambo mazito ya kejeli na tabu na shida na dhiki. La, anfa'uhum linnas alladhi yanfa'u nas biilmihi wa malihi wa khuluqihi wa adabihi wa kullu ma atahu Allah. Yule mtu ambaye Mungu kampa vitu, mambo, tabia, iwe chochote alichopewa, watu tilka al-amlak tatafajaru baina janabati, ni kama maji yanatoka ya faida, anawanufaisha watu. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kalghaith ainama waqaa nafaa, ni kama mfano wa mvua popote itakapotua italeta manufaa. Wewe na mimi tumewanufaishaje watu? Tunaishi vipi na watu, Wanafaidikaje watu na sisi? Tunapataje sisi kuwanufaisha watu wengine?